Mlipuko huo umetokea muda mfupi baada ya ibada ya ufunguzi rasmi wa parokia hiyo kuanza, iliyokuwa inaongozwa na mwakilishi wa papa hapa nchini, Askofu Francis Padilla, akishirikiana na askofu wa jimbo kuu katoliki la Arusha Mwashamba, Askofu Josephat Lebulu. Baada ya mlipuko huo ambao ulitokea katikati ya watu umbali wa takribani mita 4 kutoka alipokuwa mwakilishi wa papa huyo na viongozi wengine wa kanisa hilo, licha ya kusababisha majeruhi kwa waumini hao ambao asilimia kubwa wamepata majeraha miguuni, ulileta hofu na taharuki kubwa iliyosababisha watu kukimbia ovyo wakijaribu kuokoa maisha yao. nini au ni jambo gani lakini, nachosema tusiende kwenye konklushen kwanza. Wako wanaoanza kusema unaonekana, hili inawezekana ni tatizo tu la mwenelezo wa, wa, wa uchomaji wa makanisa, yako maneno mengi, lakini mimi nimekuja kuambia hakuna mtu akafanya tukio hapa ukafanyika upelelezi wa dhati asipatikane, lazima ukweli utadhihiri. Kwa hiyo, siwe watulivu, tutoe nafasi kwa vyombo hivi sasa hivi waweze kufanya uchunguzi wa kina. Hata hivyo, wakati viongozi wa ngazi mbalimbali wakiendelea kumiminika katika eneo hilo na kutoa pole juu ya tukio hilo, baadhi ya wananchi wakiwemo walioshuhudia tukio hilo pamoja na kuelezea hali ilivyokuwa, wamelalamikia kauli za kisiasa zinazotolewa katika majanga mbalimbali yanayowapata wananchi. E, kwa kweli linasikitisha sana mfano, kama tukio kama hili, watu kuingiza mambo ya siasa ni kitu ambacho hakifai. Watu wa Olasiti sasa hivi wako kwenye majonzi makubwa, lakini huwa tunavyojua, huwa kuna masuala ya siasa, kuna majukwaa ya siasa, lakini tunavyo linavyokuja kutokea tukio kama hili la watu kufa wa watu wanajiunga wote wanasiasa watu wa, wa serikali wanafanya kazi kwa pamoja baada ya heka hekaheka katika eneo hilo kutulia na mwakilishi huyo wa papa kuondolewa katika eneo hilo akiwa salama. Msaidizi wa askofu wa jimbo hilo Joseph Tenges na mkuu wa idara ya habari wa jimbo Festus Mangwangwi walitangaza kuahirishwa kwa hafla hiyo hadi itakapotangazwa tena. Katika hatua nyingine, akiwa mjini Dodoma, waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Dr. Emmanuel Mchimbi pia amezungumzia tukio hilo. Jeshi la polisi linashikilia watu sita kwa mahojiano. Naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Silima ame Pereira na mkuu wa jeshi la polisi IGP Saidi Mwema wamesha wasili Arusha kufuatia tukio hilo ili kusimamia na kutoa maelekezo ya namna ya kulikabili tatizo hilo. Tumefanya mawasiliano na waziri wa ulinzi na tumekubaliana kwamba majeshi yetu kwa maana ya jeshi la polisi na jeshi la wananchi yashirikiane katika kuwasaka waliohusika na jambo hili na kufanya uchunguzi wa kina kuhusu jambo hili. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi.